Ndugu zangu katika Kristo, karibuni kuendelee na tafakari yetu ya kipindi hiki eh, cha Kwaresma katika safari yetu ya jangwani tukijifunza vitu mbalimbali mbali, tukijadili mada mbalimbali mbali, lakini kikubwa tukiangalia mada zile ambazo zitatujenga kiroho zitatufanya tuwe imara kiroho katika maisha yetu ya ufuasi katika ulimwengu huu ambao una changamoto nyingi. Ni kuombe usisahau kusubscribe kulike ili watu wengi waweze kupata baraka katika haya ambayo tunaendelea kujifunza. Leo ikiwa ni siku ya kumi na sita tunajadili au tunaangalia na kutafakari juu ya dhana nzima ya msamaha. Tuliangalia eh, msamaha ni nini, asira ni nini na kutosamee ni nini. Leo tuna, tuangalie eh, vizuri kabisa kwa nini watu wengi hatutaki kusamehe. Kwa nini msamaha unakuwa ni mgumu katika maisha yetu sisi kama binadamu? Katika maisha yetu sisi kama wa Kristo tangalai vipengele fani vya kutosha hii vile ambavyo vinagusa maisha kila mmoja mmoja. Kati ya vikwazo ambavyo vinazuia msamaha ni nini? Ni hitaji la kusamehe, hitaji la kusamehe Wengi wetu huwa tunajiuliza tena na tena, kwa nini nisamehe kwa dhambi hii? Nikisamehe huyu mtu ataendelea. Nikisamehe huyu mtu atazoea. Nikisamehe huyu mtu ataniumiza tena na tena. Kwa nini sasa nisamehe? Sihitaji, si hitaji, yanaona kabisa, sina hitaji la kusamehe. Iwezekana kichwani mwangu nikaweka au nikawaza kwamba hii sio mara ya kwanza, hii kitu kinatokea huyu mtu amezoea kufanya hiki anachokifanya. Huyu mtu ni tabia yake, kwa hiyo haihitaji mimi kusamehe, kwa sababu hata nikisamehe leo, kesho atarudia tena vile vile. Kwa hiyo nafanya nini? Nasema hapana, sisamehe kabisa, kwamba haya, waendelea tu na maisha yako wewe endelea tu na mambo yako, lakini kwangu mimi kwamba nikusamehe, hapana, kwa sababu ndio tabia yako tayari. Sasa nikusamehe ya nini? Hii kitu huwa kinawaumiza watu wengi sana, kwa sababu wanaamini kwamba dhambi fulani au kosa fulani limekuwa sehemu ya mazoea. Na ni kweli, na ni kweli, huwa inaumiza. Ni kweli inaumiza, kwa sababu mtu anajikuta, mara ya kwanza amesamehe, mara ya pili amesamehe, ya tatu amesamehe, ya nne amesamehe, mwisho anachoka lakini anasahau maandiko yanaposema samehe saba mara sabini, lazima kusamehe bila kuchoka. Lakini kwa sababu za kibinadamu hali inakuwa ngumu. Maandiko tunayasikia, lakini utekelezaji wake unakuwa ni ngumu kikwazo. Kwa hiyo cha kwanza ni hitaji la kusamehe. Naomba tuelewe hili, na hapo hapo e, kuna watu wengine hawasamehe kwa sababu gani? Kwa sababu kuna dhambi wameziweka katika vipengele. Kuna dhambi fulani akitendewa kweli atasamehe, lakini kuna dhambi fulani akitendewa hawezi kabisa kusamehe. Utasikia mtu anasema eh, mimi nikimfumania mme wangu, mimi nikimfumania mke wangu, basi yani tayari ashaweka dhambi E, ya uzinzi katika kipengele cha kutokusamehe, kwamba akinifanyia hivi nitasamehe, akinifanyia hivi nitasamehe, ila akinifanyia hivi, kamwe sitakaa nisamehe. Kwa hiyo asilimia nyingine ya watu wanakosa roho ya msamaha, kwa sababu kuna dhambi wameziweka katika vipengele, dhambi nyingine za kusameka dhambi nyingine haziwezi kusameheka. Hiyo inafanya eh, mtu unakuwa na roho ambayo hata mtu akikushauri namna gani hauwezi ukakubali, kwa sababu tayari ushaweka akili yako katika msimamo huo. Na wengine wanasema, mwingine anasema kusamehe, naweza nikasamehe, ila he, labda mpaka nife nikifa sawa, ila maadamu bado ninaishi, kiukweli, kusamehe kwangu ni ngumu. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwaambie, kuna ndugu mmoja siku moja alinialika eh, kwenda kuongea naye akiwa mgonjwa sana. Akanambia, father mimi na ndugu yangu tumekosana tangu zamani, ni mwaka wa kumi na tano sasa hivi, atuongee, ni ndugu wa damu hao. Nikamuliza, nikamlia, tunafanyaje? Akanambia, baba, naomba nikueleze ukweli, nataka niungame, nitubu kila kitu changu lakini ipatane na ndugu yangu, lakini kiukweli naomba nikueleze aliongea ukweli kabisa. Akasema, Mungu anisamee kwa kukosa roho ya msamaha, lakini naomba niseme mbele yako padri na mbele ya huyu Mungu kwamba nikipona ah, sidhani kama nitaendelea e, kuwa karibu na huyu ndugu yangu. Nikipona niseme kabisa, bifu iko pale pale, ila nikifa basi nasema mbele yake na mbele yako kwamba mimi eh, roho itakuwa ni nye, nyeupe na msamaha utakuwa umetoka. Huyu ndugu yeye alikuwa anaamini kabisa kwamba ni kifo tu ndicho kinachoweza kufanya yeye eh, awe na roho ya msamaha. Inawezekana isiwe kwake tu, bali na kwa wengine. Kuna watu tumejiwekea vitu vya namna hiyo ndani ya mioyo yetu. Kwa hiyo kikwazo cha kwanza ni hitaji la kusamehe. Narudia tena, tuelewe kabisa kwamba dhambi nyingine, tunaamini mtu fulani amezizoea, ni kawaida yake, ni tabia yake, hata nikisamehe hatarudia. Kingine, dhambi nimeziweka katika vipengele, hizi na samehe, hizi sisamehe, hizi ndio, hizi hapana. Ukifanya hivi sawa, ila ukifanya hivi labda, Mungu aingilie kati au kifo kiingilie kati, vinginevyo hapana. Kwa hiyo, ukiwa hiyo ukiwa na roho hiyo ukiwa na akili hiyo, kutosamee kiukweli ni ngumu kabisa, ni kikwazo kikubwa sana. Jambo la pili ni kufuta kumbukumbu -kumbu ya yaliyopita. Ni kusema nimekusamea ila sita kusahau. Nimekusamea lakini sita kusahau kwa sababu, kwa sababu maumivu mengine makwazo mengine yanasababisha majeraha ambayo kiukweli ni ngumu sana kufutika. Lazima tukubali, kwa sababu ni rahisi sana kuchoma msumari sehemu kwenye mbao, lakini kuutoa inaweza kawa ngumu. Lakini hata ukiutoa, lile kovu au ningesema alama ya msumari katika bao inabaki pale pale. Kuna matukio mengine mtu anatendewa, lazima tukubali, yanaacha majeraha. Msamaha umetoka, lakini jeraha bado lipo. Kwa hiyo msamaha umetoka, lakini kumbukumbu bado ipo, hivyo inakuwa ni ngumu. Na binadamu tumeumbwa tofauti, kuna wale wanaosahau haraka, lakini kuna wale ambao wao kumbukumbu zao zinafutika taratibu. Eh, labda Unaweza ukazungumzia kuna watu wanafanya una mauaji, kuna wengine wanabaka, kuna wengine wamefanywa vitu vya kinyama kabisa, katika familia, katika maisha yao, wanabaki na kumbukumbu. Walifanywa wakiwa watoto, wakiwa vijana au wakiwa wazee, kumbukumbu bado zipo. Na mbaya zaidi, unakuta yule mtu aliyefanya hicho kitu bado yuko katika mazingira yale yale. Iwezekana aliyofanya hiki kitu ni baba iwezekana aliyofanya kitu ni mama yangu, aliyefanya kitu ni mke wangu, aliyefanya kitu ni mme wangu. Kwa hiyo bado yule aliyefanya bado namuona katika mazingira, ni ngumu sana katika aliyo kufuta kumbukumbu kumbu. kwa hiyo msamaha unakuwa ni mgumu. Naweza akasema ndiyo samehe, lakini kila siku nakutana na huyo mfanyakazi kazini Baba jamani, tuwe na roho ya msamaha ndio, lakini kila siku ni mimi yule nakutana naye, nakanae kitandani, nakanae kwa nyumba moja. Tukio lile kila nikimwona linakuwa linajirudia rudia rudia rudia. Kitendo cha kujirudia rudia kwa kumbukumbu kunasababisha msamaha unakuwa ngumu sana. Wakati mwingine huyu mtu aliyefanya hiki kitu iwezekana asijue, au yeakasahau akapotezea Akituma meseji kumbukumbu inarudi, nikimwona anacheka kumbukumbu inarudi, nikisikia watu wengine wananena habari zake kumbukumbu inarudi. Na mbaya zaidi, kama nilivyosema, watu wanaofanya matukio haya wanaweza wakawa ni watu wa karibu kabisa, hata majirani au tunasalinae katika, tunasalinae katika, tunasalinae katika jumuiya moja, kwa hiyo ni ngumu sana kufuta kumbukumbu kumbu. Naomba niwaambie, tumeomba tofauti. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukasahau, lakini mwingine hajasahau. Unaweza usikumbuke, mwingine bado anakumbuka. Kwa hiyo kati ya kikwazo kinachozuia roho ya msamaha ni kufuta kumbukumbu kumbu. Tuombe sana neema, ndugu zangu katika Kristo, tunapoendelea na hii tafakari yetu tuone hiki kikwazo cha kwanza cha kuwa na hitaji la kusamehe kwamba dhambi hapana. La pili kumbe neema. Mungu atusaidie katika kufuta kumbukumbu kumbu ya matukio mbalimbali yaliyopita. Tusamehe, maisha yaende, ili safari yetu hii ya jangwani iwe na maana zaidi. Tuendelee na safari.